Fanya maamuzi ya kusamehe ili uruhusu uponyaji uingie ndani ya moyo wako. Fanya maamuzi ya kusamehe ili uruhusu uponyaji uingie ndani ya moyo wako. Pendwa katika Bwana, nisikilize. Unajua, kumsamehe mtu aliyekuumiza na kukutengenezea uchungu ndani yako ni ngumu, lakini pia kujisamehe pale unapoona umekosea ukajikuta umeumia na umepata uchungu, ni ngumu. Lakini pamoja na kwamba ni ngumu, inatupasa kusamehe ili kuendelea mbele. Maisha hayawezi kuendelea mbele kama haujaamua kusamehe, ili maisha yako yaendelee mbele tena. Kwa hiyo fanya maamuzi magumu ya kutangaza msamaha ili uendelee na maisha ili uchungu na maumivu yaishe ndani ya, ya moyo wako. Huwezi kupona maumivu na uchungu kama hautaki kusamehe. Kwa hiyo ili maumivu na uchungu uishe ndani ya moyo wako, ni lazima usamehe. Hautangazi msamaha kwa faida ya yule unayemsamehe, unatangaza msamaha kwa faida yako mwenyewe. Yani kusamehe ni kwa faida yako mwenyewe kuliko kwa yule ambaye unamsamehe, kwa sababu mtu akiwa amekukosea maumivu na uchungu ukajengeka ndani ya moyo wako, anayeumia zaidi ni wewe kuliko yule ambaye amekukwaza au amekuumiza. Inawezekana sasa hivi anaendelea na maisha kama kawaida, lakini wewe umekwama, una maumivu una uchungu ndani yako. Hakuna namna utapiga hatua kama haujatangaza msamaha. Samehe kwa ajili yako mwenyewe, samehe kwa ajili yako mwenyewe. Ukisoma maandiko matakatifu kwenye kile kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya sita mstari wa kumi na nne na kumi na tano Biblia inasema ya kwamba tukiwasamehe watu makosa yao na Baba yetu wa mbinguni atatusamehe sisi lakini tusipowasamehe watu makosa yao hata baba yetu wa mbinguni hata tusamehe sisi makosa yetu kwa hiyo ukishindwa kusamehe uwe na uhakika hata mungu hatakusamehe lakini unapotangaza msamaha na mungu naye anakusamehe na anaingilia kati swala lako ili yakuinue tena ili ya kusimamishe tena kuendelea kumbeba mtu moyoni sio dili Fanya maamuzi magumu, samehe ili uendelee mbele tena. Na unapoamua kusamehe, unapoamua kumsamehe huyo mtu, ili usiendelee kuumia ndani yako, acha kufuatilia maisha yake, acha kufuatilia maisha yake. Ukiendelea kufuatilia maisha yake, utaendelea kuumia, utaendelea kuwa na maumivu na uchungu ndani yako. Kwa hiyo ili upone acha kufuatilia maisha yake, acha kufuatilia acha kufuatilia ameposti nini status, ameposti nini Facebook, ameposti nini kwenye mitandao ya kijamii. Ukifuatilia utaendelea kuumia, utaendelea kuumia, utaendelea kuumia, utaendelea kuumia. Lakini pia unapoamua kumsamehe huyo mtu, acha kumwongelea acha kumwongelea. Unajua kosa kubwa ambalo watu wengi huwa wa mara nyingi tunafanya, unajikuta umemsamehe mtu lakini baada ya kumsamehe ukikutana na rafiki yako unamwambia, unajua fulani bana, ameniumiza fulani, amenisaliti fulani, amenifanyia ubaya huu, fulani amenifanyia ubaya huu. Unavyoendelea kumwongelea, moyo wako unaendelea kumshikilia huyo mtu, na utajikuta hata kama umesamee unakuwa na maumivu mara nyingi. Kwa hiyo, ukiamua kusamee, acha kufuatilia maisha ya huyo mtu tena, acha kumwongelea sana, songa mbele, piga hatua, amua kusamee, achilia kwa faida yako mwenyewe, hiyo ni kanuni ya dhahabu. Kanuni ya dhahabu ni kusamehe na kuachia. Mtu mwenye nguvu zaidi ni yule anayejua kusamehe na kusahau. Fanya maamuzi magumu, samehe ili maisha yaendelee. Karibu sana kusubscribe kwenye chaneli yetu hii, lakini pia karibu kushare, lakini pia usisahau kulike video hii na video zingine. Mungu akubariki sana karibu kuendelea kutufuatilia. Amen.